Msikilizaji karibu sana kwenye ujasiriamali, katika video ya siku ya leo naenda kukuelekeza moja kwa moja utengenezaji wa sabuni za miche au sabuni za vipande rangi ya pinki. Karibu sana, naitwa Mwalimu Almasi kutoka Almasi TV, lakini pia nimeweza kukuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, kitabu ambacho ni kizuri sana kwa mtu yeyote ambaye anataka kufika mahali, kwa sababu ndani yake nimekuandikia sabuni za vipande, sabuni za miche sabuni za magadi, sabuni za kuogea, tiba za aina mbalimbali. Lakini pia tuna madarasa WhatsApp. Ukipenda kujifunza zaidi, utani text kupitia whatsapp namba 0675 080 397 hatua ya kwanza na ya muhimu zaidi, unaandaa mafuta ya miche, unayayusha kama yalikuwa yameganda. Baada ya ya kuyayayusha basi, unakuja kwenye tenki la kukorogea, unayamimina yale mafuta yote kwenye tenki la kukorogea, kisha unaweka perfume ambayo unapenda. Mfano mimi natumia parfum ya lavenda, siku nyingine naweza strawberry, uh, pink passion ikatumia na parfum zingine pia kama spenda na kadhalika. Kwa mafuta yako yanakuwa yako hapa yameshapata parfum ya kutosha na kila kitu kifanyike kwa vipimo, kwa hiyo ndo maana huwa nahimiza zaidi jifunze kupitia madarasa yetu au jifunze kupitia nakala ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira, ili kuweza kupata matokeo chanya zaidi. Baada ya kuandaa mafuta tofauti, nyingine ambayo inafuata, tunapima caustic solution, kwa sababu caustic solution huwa inaandaliwa siku moja ya kabla ya siku ya uzalishaji baada ya hapo sasa unakuja kuunganisha caustic solution pamoja na yale mafuta ya misi ambayo ulikuwa umeyatanguliza kwenye tanki. Yes, kwa hiyo ukorogaji pia unapaswa kuelekea upande mmoja. Na kwa sababu sabuni yetu leo tunatengeneza sabuni ya rangi, kwa hiyo tunachota mkorogo kiasi, huu mkorogo hapa tunaweka rangi ya pinki. Epuka sana kukoroga rangi moja kwa moja kwenye tanki kwa sababu ile rangi ina hatari kubwa zaidi ya kutokumumunyika au kutokumomonyoka au kuyayuka kwa wakati. Kwa hiyo korogea pembeni rangi yako, baada ya kuona kwamba imeyuka vizuri, ndipo unaweza kaadi kwenye ule mkorogo mkubwa, kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi. Ikiwa hautafanya hivi, basi tegemea miche yako ya sabuni au vipande vitakuwa vina kama upele, upele wa rangi, kwa sababu rangi itakuwa haijayuka vizuri. Baada hapo, uh, kuna kitu ambacho mimi napenda kukiweka Uh, sodium hii hapa inanisaidia kuongeza ongezeko la idadi ya miche au vipande kwa sababu wakati mwingine mafuta huwa yanapanda na yanakuwa na gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo huwa naweka hii hapa sodium carbonate kwa ajili ya kupata ongezeko la mkorogo kuongeza ile volume ya, kama ilikuwa nipate labda mkorogo wenye lita 40 basi kama na hadi hii hapa naweza nikapata zaidi ya hamsini au kuelekea sitini. Baada hapo apo, msikilizaji, nakuja kuandaa moldi, aa, moldi hii, aa, ni ile moldi ambayo sasa tunakuja kuimwaga ule mkorogo na utagandia humu kwenye hii moldi. Kwa hiyo ninapanga vizuri, moldi, ninaitandika vizuri na kisha kwamba haina upenyo wa kuvujisha kwa sababu kumwaga mkorogo, unapokuwa mwepesi, basi, ni rahisi sana kumwagika. Kwa hiyo kwa ajili ya kuzuia hilo basi unatandika nailoni vizuri ndani yake. Yes, unaweka hizo lock di ambazo hata mkurugo kigando unaweza kuzifiatua zeni mkurugo kwa utoa kiraisi. Msikilizaji ujasemali uh, unatakiwa sana uwe mbunifu. Sio kila kitu unaweza kufundishwa na mtu. Kuna vitu vingine uh, unaweza kukaa chini na kuona kumbe ninapaswa kufanya hiki ili nipate matokeo haya. Nafikiri kwa wale ambao katika madarasa yangu wanajifunza vitu vingi, na katika hivyo vitu vingi pia na wao wanafanya na vinaonekana Vikiwa vina matukio chanya. Yes, kwa tunaendelea kukoroga na tunaweka ile sodium carbonate. Ukorogaji unapaswa kuelekea upande mmoja, tunaweka sodium carbonate tumemaliza, unakoroga vya kutosha, lakini pia kama kuna reject, mfano kuna baadhi ya watu wanapenda kutupa reject ambazo zilikuwa zimebakia kwenye mkorogo uliopita. Yaani zile vipande ambavyo vilikuwa havijai mche kuvikatakata vidogo aau a ail ya kukusaidia kurahisisha kazi. Yes, nawasha mixer yangu vizuri kabisa. Yes, na seti speed ambayo ninapenda, aida nataka iwe spidi kubwa au ndogo, ninaweka spidi hapo. Afu na koroga kutumia hiyo mixer. Mixer pia inasaidia kupata uh, ule mkorogo kuwa soft zaidi. Na matokeo ya sabuni huwa yanaanza kupatikana huku. Kwa hiyo uzuri wa sabuni inaanza kuonekana katika matokeo haya vile ilivyoungana, na hapa ndo tunaanza kupata sabuni. Kuna badiliko la sabuni wakati tunatengeneza, kuna kitu tunaitaga saponification. Saponification ndio inakupa tafsiri kwamba sabuni yako itatoka nzuri au la. Kwa hapa saponification ishafanyika vizuri, imeshaungana vizuri. Tunakuja sasa kumimina kwenye kile chombo cha kugandishia sabuni yetu. Na hapa sabuni yetu itakaa takriban masaa yasiyopungua ishirini na nne ndipo tutaitoa na mimi nitawaletea video bila uchoyo, video ambayo itakuwa na mwendelezo wa kulitoa hili donge kwenye, kwenye hii moldi, kukata vipande kupiga muhuri pamoja na maendelezo mingine ya kufungasha na kupeleka sokoni. Karibu sana kwenye ujasiriamali mtukizaji, ikiwa wewe unapenda basi kujifunza ujasiriamali, tambua kwamba Almasi TV ni sehemu sahihi kabisa ya kuweza kujifunza na kuongeza ufahamu wako kwa masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na ujasiriamali. Ikiwa utakuwa na changamoto yoyote, aidha nakala ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira au madarasa, wasapu namba yangu, hiyo hapo, nimekuandikia ni text kwa WhatsApp.